Mheshimiwa Naibu Waziri, hadi sasa malipo yaliofanyika kwa mafundi na wazabuni wa vifaa ni kama ifuatavyo. Ujenzi wa nyumba ya mwalimu tu in wani bajeti yake ni shilingi milioni 95, matumizi ni shilingi milioni 95, hakuna salio. Ujenzi wa madarasa manne yenye thamani jumla shilingi milioni 96, matumizi yaliofanyika hadi sasa ni shilingi 85 milioni 387999 na salio ni shilingi milioni 10612000 na shilingi moja. Ujenzi wa mabweni mawili yenye bajeti ya shilingi milioni 256, matumizi yaliofanyika ni shilingi milioni 251 783500 na hivyo kufanya salio lilobaki ni shilingi laki nne, shilingi milioni nne laki mbili kumi na sita elfu na mia tano. Ujenzi wa vyoo matundu kumi, fedha ilio tumika ni shilingi milioni kumi na saba, fedha ilio tengwa kwa bajeti milioni kumi na saba na matumizi ni shilingi milioni kumi na saba, hakuna salio. Bajeti kuu ya mradi ni shilingi milioni mia nne sitini na nne, jumla ya matumizi ni shilingi milioni mia nne arobaini na tisa laki moja, sabini na moja elfu mia nne tisini na tisa, na hivyo kufanya salio lilo baki ni shilingi milioni kumi na nne laki nane ishirini na nane elfu mia tano na moja. Leo tumefanya ziara Tandahimba nimekagua shule <coughs> ya sekondari ya Makondeni, shule ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha mahala hapa milioni 464, fedha ambazo tulitaraji zikamilishe kujenga nyumba ya walimu twin one moja, lakini vile vile madarasa manne zilitakiwa zikamilishe vyoo kumi pamoja na mabweni mawili. Nimefanya ukaguzi pale na viongozi wa mkoa pamoja na viongozi wetu wa wilaya, nimebaini kwamba mabweni yale mawili hayajakamilika. Taarifa ya, haya ya wataalamu inaeleza uhitaji wa fedha za ziada milioni 48, na nimeshaulizana kwa ukaribu na waziri wetu wa TAMISEMI Profesa Liz Kishemdoe, na ninatoa maelekezo yafuatayo. Ninamwelekeza mkuu wa mkoa wa Mtwara, ninamwelekeza mkuu wa mkoa wa Mtwara niaba ya <tip> ni mheshimiwa waziri wa TAMISEMI kuhakikisha kwa mamlaka aliyonayo mamlaka aliyokasimiwa na mheshimiwa Rais kuhakikisha watu wote wanaohusika na usimamizi wa mradi ule ambao haujakamilika kwa sababu ya upungufu wa milioni 48, tofauti na maelekezo tuliyoyatoa wizara ya kukamilisha shule ile kwa milioni 468. Ninamwelekeza mkuu wa mkoa kwa niaba ya mheshimiwa waziri awaite watu wote wanaohusika, afate utaratibu wa kisheria na mamlaka aliyonayo ya kuwahoji kwa sura ya utuhumiwa wa upotevu wa milioni 48. Maelekezo haya nataka yafanyiwe kazi sasa hivi kwa kadri ambavyo mheshimiwa waziri amenielekeza nitoa maelekezo haya. La pili, nimebaini kwamba halmashauri yetu inahitaji kuwa na mkuu wa idara ya miundombinu. Kwa niaba ya Waziri wa TAMISEMI Profesa Shemdoe, ninamwelekeza Katibu Mkuu TAMISEMI kuhakikisha analeta hapa na hapa wilayani mkuu wa idara ya miundombinu ndani ya siku